Habari za saizi. Ah, kuhusu nafasi za JKT sifahamu ni lini zitatangazwa, lakini wanaofahamu zaidi ni mamlaka husika. Sasa kama wewe una mpango wa kuomba nafasi hizo za JKT, tafadhali zingatia haya yatakusaidia sana sana sana. Namba moja, kama upo haya majiji Mwanza, Dodoma, Mbeya, Dar es Salaam na majiji mengineyo yanayopatikana hapa Tanzania, fahamu kuwa mtanange au ushindani utakuwa ni mkali sana. Kwa hiyo kama upo kwenye jiji lolote hapa Tanzania, jiandae na ushindani au mtanange mzito. Jipange mapema kwa sababu waombaji ni lazima watakuwa wengi. Kwa hiyo kama ikiwezekana, ni bora na shauri ni bora ukafanyie usaili pembezoni ya mikoa, nenda mikoani huko, mikoa kama vile Njombe E, na mikoa mingine mingine ya pembeni pembeni, huko mtanange au ushindani ni mdogo ukilinganisha na majiji makubwa kama Mwanza. Ushauri mwingine, napendekeza nyaraka zako anza kuziweka vizuri, nyaraka kama vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya taaluma, pamoja na nyaraka zote muhimu Cheti cha darasa la saba, kama bado haujakifata, anza kukifatilia. Na ushauri wa mwisho, nenda kaombe ushauri, omba kwa watu ambao wamepita kwenye system ya JKT. Mfano omba ushauri kwa watu kama wanajeshi, maaskari polisi Yaani, wenaenda kaombe ushauri kwa mtu yoyote ambaye ana uzoefu na haya mambo ya JKT, mfano wastaafu wa jeshi. Hawa wanaweza kukupa ABC ambazo zinaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine.